anataka kufanya nini kwa maisha yangu? Nn, hiyo grupu ilifunguliwa kitambo sana, kulikuwa kunaongelewa nini muda wote huo? Kuliongelewa nini? Ndo muunde nyingine sasa ya welfare. Kuna grupu waliunda hawa ya kwenda kuongelea kwa bless vile anataka. Sasa sasa, mpige mpige. Watu watano. Maisha ndio kutumika tu vibaya. Na nimekukataza. Hakuna udeni kwa sasa.